Jina langu naitwa Stefano Samson Simoni Kilale, kuwapongeza na kuwatia moyo wanafunzi wa kidato cha nne wote. Mimi ni imani yangu kwa namna mlivyopendeza, mmependeza vizuri sana na nina imani kwamba hata kichwani kuko safi <clears throat> dynamiki safi. Mimi nawatakia kila la heri. Nafikiri mnaanza mitihani siku za karibuni, kwa hiyo mimi na imani kubwa kwamba ninyi nyote mtafaulu. Tunapenda tupate divisheni wanu wote. Sasa niwachekeshe ni kidogo. Mwaka 84 mimi ndio nilikuwa namaliza form 4. Mimi mlikuwa mjazaliwa Tulikuwa na jamaa mmoja, sitaki kumtaja jina, kwa sababu ametangulia mbele ya haki. Tulipokuwa tunaenda kusoma prep darasani, alikuwa anabeba madaftari yote, fizikia, biology, kemia alafu na dictionary. Kwa wakati mmetulia mnasoma, yeye alikuwa hawezi kutulia kusoma. Anakwenda kwenye meza labda ya Leonard an, anasoma physics. Hey, kumbe physics sijasoma, jamani Anakwenda kuchukua daftari la physics, anakaa dakika chache, anasoma anasoma mm. anakwenda kwa mkurugenzi, anakuta anasoma daftari la eh, kumbe biology na yeye sijasoma. Anaacha lile, anachukua daftari la biology, anakwenda kwa meneja pale, anakuta ah, anajisomea civics. Eh, kumbe na civics sijasoma. Kwa hiyo akawa hawezi. Sisi tukamwambia, bwana, kwa usomaji wako huo hutaweza kufaulu. Ninataka kusema nini hapo? Kwamba ni lazima ujitengenezee ratiba binafsi, usiangalie mwenzako anafanya nini. Yeye alifeli, alipata division zero, kwa sababu huwezi ukaenda darasani na madaftari yote bila kuweka utaratibu mzuri. Kwa hiyo ni wasihi, hamjachelewa. Baada ya maafali haya ni kukaza buti, tunataka divisheni mnakwenda form 5 nafikiri mkurugenzi anaweza kawa na mpango wa kuanzisha A level mkaunganisha na tunataka tukutane na wanafunzi wengi wakiwa vyuo vikuu pili nawapongeza wazazi kwa kutimiza wajibu wao najua wazazi unapoamua kumleta mshule mtoto kwenye shule ya dynamic Usifikiri kwamba umepoteza, hujapoteza. Umechagua mahali sahihi kabisa. Kwa tunaomba mtupelekee salamu na wazazi wengine. Shule hii inashindana na St. Francis ya pale mjini. Itakuja kufikia wakati, Mungu akitujalia, tukapiga fence. Mkurugenzi jitahidi, mwenyekiti wa bodi, mtafute tafute watu tukamilishe fence watu watakuwa nang'ang'ania hapa itakuwa inakosa nafasi kama ambavyo St. Francis si? Ukienda pale kama umechelewa, upate nafasi hata ungekuwa mkubwa kwa namna gani. Tatu, kuomba uongozi na serikali kushughulikia changamoto hasa za barabara, lakini kama mlivyosema hata kwenye risala ya wanaohitimu kwa sababu barabara ni mbaya nini, lakini ni kwa mpito tu. Barabara haiwezi kuwa mbaya kwa muda wote. Naitwa mwalimu Paulo Bilia, mkuu wa shule na huduma um... zetu. Shule imefanikiwa kuongeza idadi ya wa wanafunzi wafanyakazi na wataalamu mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti kutoka wafanyakazi kumi na moja mwaka 2021 mpaka wanafunzi 25 wafanyakazi 25 mwaka 2025. Maendeleo katika elimu ya kujitegemea: wanafunzi wanafanya shughuli mbalimbali za kujitegemea kama vile kilimo cha migomba, mahindi, maharage, miogo, bustani za mboga mboga, ufugaji wa kuku na sungura. Ushirikiano. Shule imekuwa na utaratibu wa kushirikiana na shule zingine katika mambo mbalimbali kama vile mashindano ya midahalo, nikiwa na maana debate, lakini mitihani ya pamoja, michezo. Lakini pia shule imekuwa mdau mkubwa wa jamii, kwani inashirikiana na jamii kwenye mambo mbalimbali ya kijamii kama vile sherehe za kidini, misiba pamoja na shughuli za kiuchumi na shughuli za maendeleo michezo. Shule inathamini na kuendeleza vipaji mbalimbali mbali vya wanafunzi kwa kutenga muda wa kutosha kwa ajili ya michezo, lakini pia kuwaruhusu kushiriki UMISETA ambapo mwaka elfu mbili ishirini na moja shule ilipeleka watoto kumi na mbili ngazi ya wilaya na mwaka huu watoto kumi na sita walishiriki kuandaa timu ya wilaya katika michezo tofauti tofauti. Changamoto, kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Changamoto ya kwanza kumalizia uzio kuzunguka shule yote, kama tunavyoona, bado hatujafanikiwa kumaliza uzio kuzunguka shule yote lakini pia changamoto ya pili, kuongezeka kwa gharama za uendeshaji kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa sokoni. Changamoto ya tatu, wazazi kutolipa ada kwa wakati. Changamoto ya nne, mwaka huu shule yetu imekumbwa na msiba mzito wa kuondokewa na mwanafunzi wetu mpendwa Delki Martin Ndianya na mama yake mzazi Edina Mwangomale ambapo vifo hivi vilisababishwa vili na ajali mlimani Mlima Iwambi tarehe 7 mwezi wa 6, 2025. Mungu awapumzishe salamu, Mungu awapumzishe aweke mahala pema peponi. Matarajio tunatarajia kuanzisha shule ya msingi ifikapo mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na sita baada ya shule ya awali kuanza rasmi. Wale wa awali tuliwaona hapa, lakini kama tunavyoona upande wetu hapo, tuna majengo yameanza kwa ajili ya shule ya primary. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na primary kuanza rasmi mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza masomo yanaanza. Lakini pia tunatarajia kuendelea kukaribisha wanafunzi wa awali nasari, kama hawa ambao tumewaona hapa walitoa wa burudani. Kwa hiyo tunawakaribisha pia kuendelea kuwaleta hawa watoto kwa mwaka unaofuata Tatu, tunawakaribisha pia wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka unaofuata, kwa maana ya kwamba tutaanza kidato cha kwanza tarehe nne mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na sita, lakini bado tunaendelea kupokea wanafunzi wa preform one. Karibuni sana aidha mafanikio tunayowapata yamekuwa chachu ya kuboresha mikakati yetu ili kuendelea kuwa shule bora zaidi ili kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Hope Michelle Frank mimi ndo nilikuwa msomaji wa risala rasmi. Mwenyekiti wa bodi, wajumbe wa bodi, ndugu mkurugenzi, ndugu mkuu wa shule, walimu na wafanyakazi wote wazazi pamoja na wageni waalikwa kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wanafunzi wa kidato cha nne, tunayo furaha kujumuika na wewe katika maafali haya. Tunashukuru kwa kuhudhuria pamoja nasi. Shukrani zetu za pekee na za dhati ziende kwa uongozi mzima wa shule na walimu pamoja na wafanyakazi wote kwa jinsi tulivyojitoa kwa moyo kutufundisha Hivyo tumefundishika vyema kwa sababu tupo tofauti sana na tulipokuja hapa mwezi Januari 2022. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imepata mafanikio katika nyanja mbalimbali ambazo ni taaluma, michezo na miradi. Katika nyanja ya kitaaluma shule yetu imepata mafanikio kwa kufanya mitihani ya ndani na nje ya shule, mitihani hiyo ikiwemo moko za wilaya, moko za mikoa na moko za kanda na mitihani ya ndani ya, ya shule katika mitiani hii tumefanikiwa kushika nafasi ya pili kimkoa na kushika nafasi ya kwanza kiwilaya. Ndugu mgeni rasmi, elimu hii ya kidato cha nne imetupa msingi mzuri kwa kujiunga na elimu inayofuata. Pia imetujenga uwezo mzuri wa kujitambua na kufikiri, kufanya kazi vizuri na kufanya maamuzi sahihi pia imetuwezesha sisi wanafunzi kupata elimu ya uraia, historia ya mambo mbalimbali katika nchi yetu na dunia kwa ujumla, usalama katika mazingira yetu, kilimo, maumbile ya nchi, hali ya hewa, misitu na viwanda. Vile vile tumeelewa umuhimu wa kusoma vitabu mbalimbali kwa lengo la kupata ujuzi na kuinua uchumi wetu wa taifa. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya yamepatikana kwa sababu ya ushirikiano mzuri kati yetu na walimu, wafanyakazi, mkurugenzi, wazazi na majirani. Tangu tujiunge na shule hii tukiwa kidato cha kwanza, tulifanya majaribio na mitihani ya mara kwa mara iliyotuinua kitaaluma. Tunawashukuru walimu wetu na kuahidi kufanya vizuri katika mitihani ya taifa kidato cha nne mwaka huu. Mungu awabariki sana. Ndugu mgeni rasmi, katika nyanja ya michezo, shule yetu imefanikiwa katika kushiriki michezo mbalimbali mbali ya ndani na nje ya shule, na pia imefanikiwa kushiriki michezo mpaka ngazi ya mkoa kwa kushiriki michezo ya mpira wa miguu, mpira wa pete na riadha kwa wanafunzi wa kike na wa kiume. Michezo hiyo imepelekea kuongeza ushirikiano mzuri na baina ya shule jiani zinazotuzunguka. Ndugu mgeni rasmi, katika nyanja ya miradi, shule yetu imefanikiwa kuanzisha miradi mbalimbali mbali, kama vile mradi wa bustani za mboga kama chainizi, figiri na mchicha. mradi wa ndizi, mradi wa mifugo. Mifugo hiyo ni pamoja na mbuzi, ng'ombe na kuku, na mradi wa ujasiriamali, ambapo wanafunzi wameweza kujifunza kupanda bustani za mboga, kupika keki na ufugaji wa kuku na sungura. Ndugu mgeni rasmi, tumepata changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya kielimu hapa shuleni, ambayo ni wazazi kutukulipa ada kwa wakati. Hali hii hupelekea kukwama kwa shughuli za kishule. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekumbwa na changamoto ya kuondokewa na wanafunzi wenzetu Derek Martin Danya, ambaye kifo chake kilisababishwa na ajali ya mlima Iwambi. Tukio hili halijawahi kutokea katika shule yetu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana limidiwe. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekumbwa na changamoto ya barabara kuwa mbovu na vumbi. Hali hii imesababishwa na magari yanayobeba kifusi. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru uongozi wa shule, walimu na wazazi ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuchangia maendeleo ya shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kufika katika mahafali yetu, kwani tunatambua kuwa umeacha majukumu mengi na kuja kuungana na sisi hapa. Karibu tena, na Mungu akubariki sana. Mungu umbariki mkurugenzi wetu wa shule ya Dynamic Main High School.